Shetani ni mwongo sana, ni mjanja sana, ana mbinu nyingi sana, na ndio katika aya za Qur'ani tumetahadharishwa: inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani kwenu ni adui, basi na nyinyi tangazeni vita naye awe adui yenu. Sisi kinyume chake tunamkumbatia. Ndio yale tuliosema kwamba mitihani ya Mwenyezi Mungu iko wazi wazi anazungumza masala na majibu yake na bado tunafeli. Sasa huyu shetani sehemu nyingi za Qurani ametajwa kwamba hata baba yetu Adam yeye ndo alomfitinisha, kamgombanisha, kamtelezesha, kamtoa peponi, kafanya mengi. Yote yamo katika Qurani. Kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, kaeni wewe na mkeo peponi yote haya yanazungumzwa, kuleni kila kitu isipokuwa mti huu msile, mtapotea mtamkosea mola wenu. Yote tunayaona, tena yanarudiwa, yeah, rudiwa suratul baqara sura taa kila pale, kulna ya adamu in hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa huyu ni adui yako Adam na mkeo, asiwatoeni peponi, mtapata tabu. Yote hayo Mwenyezi Mungu anatueleza ubaya wa shetani. Kwa hiyo daktari anasema, la yakhdaanaka shaitan, asikuhadae ya shetani, jitahidi sidangane na shetani. Kisha anazungumza anasema, la yakhdaanaka ashaitanu fi wara'ik. Usidai usihadaiwe na shetani katika uchamungu wako. Ndani ya uchamungu shetani anakuandama, maana shetani alivyofundi, ndani ya uchamungu anakuandama. Usione tu kwamba shetani yuko pahala pachafu pabaya. Hata msikitini anafika, sehemu zozote za wachamungu wanaingia Anawaandama tena wale ambao washawapoteza, wala hana kazi nao sana. Wale ambao wanajifanya wao ni wababe kwake, hao ndio shetani anawaandama kweli kweli. Basi nasema la yahdaanaka shaitanu fi waraik, hata katika ibada zako, uchamungu wako, unyenyekevu wako asije kakuadaa shaitani, kad yuzhiduka huyo shetani huenda mara nyingine akakufanya mchamungu kweli kweli, mwenye kuipa mgongo dunia fi tafihi al amri wa hakiri. Lakini zuhudia na uchamungu huyo katika jambo puzi ambalo halina maana yote, akakufanya mchamungu kweli kweli. amri tafihi wa haqiri jambo lenyewe lilikufanya ulipe mgongo usishughulike nalo eti likakupa picha kwamba wewe ni mchamungu kweli kweli. Angalia, kwa sababu umefanya moja mbili tatu lenyewe wala halina thamani yoyote hilo jambo lakini, ukajiona bonge la mchamungu kwa kuacha kitu hicho, wa yutmi'uka fi amrin adhimin khatir, hapo hapo amekufanya uwe mcha Mungu kwa jambo lisilokuwa na thamani, lakini akakutia tamaa ukawa macho na roho imekutoka juu ya jambo kubwa ambalo ni hatari sana, na huko ndiko atakakupeleka. Lakini ukajiona bingwa kwa kuacha kitu kisichokuwa na thamani, wewe mwenyewe hujui, lakini ukaja ukatiwa tamaa na Ibilisi katika jambo kubwa ambalo ukilifanya utakwenda pahala babaya kweli kweli. Na mfano huo tunazungumza sana, na napiga mfano mara nyingi, nasema tukienda Maka kila mtu wa mcha Mungu kule mpaka anaambia hey, kuna mahdhuratul ihram nini shekhi, mahdhuratul ihram sa vitu vitakavyoharibu hija yako, au utabidi utoe nini kafara, au utoe damu ufanyeje, kipi shekhi, sema, usije ukafunika kichwa, usije ukaua kilichokuwa katika ardhi hii takatifu ya Maka. Ukamwona mtu ameweka tu begi lake juu ya kichwa, toba ya Rabbi! Nimeshaarifu haja yako yote, anakuja nasikishia, nifanyeje? Mwingine anaua mbu, toba, nimeambiwa nisiue. Angalia uchamungu, nimeshatoa damu maskini mbu Shehe, nifanyeje? Huyo alikuwa na wasiwasi, baada yake ameharibika. Kwa kuua mbu, akirudi nyumbani anaua wa mtu, wala hana habari. Mtu asala mchinja, wala haulizi kama dini yake iko sawa au haipo. Lakini kule alikuwa mcha Mungu mkubwa, mpaka damu ya mbu anaihurumia, anaona asije akaharibu hija yake. Kuna watu ndani ya somo huwa wanauliza Shekhe, kumeza mate mtu si amefungua? Usishangae ukaona mtu kutwa hajameza mate, anaogopa saumu yake isije ikaharibika. Lakini akitoka katika saumu atafanya mambo yenye kuharibu uislamu wake, sio saumu, uislamu mzima, lakini wala haulizi wala hajali. Shetani anakufuata anakufanya kweli wewe, angalia mcha Mungu kweli kweli mpaka mate huwezi kumeza katika somo, na wewe hata kusali usisali tena, wewe peponi moja kwa moja. Shetani katika vitabu nilivyo visoma vinavyofanana na kauli hizi za Daktari Mustafa Sibai ni kitabu cha Saidul Khatir, pia ni mfano wa kitabu hiki mkubwa mwingine, na kitabu kingine

awrathatka dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathatka izza wa istikbara, anasema kosa utakalolifanya dhambi utakayoifanya ikarifisha dhambi ile, kujidogosha, kudhalilika mpaka ukarudi kwa Mungu kwa sababu ya dhambi ile, ni bora kuliko taa utakayoifanya taa ile ikakurithisha jeuri na kiburi cha kujiona hakuna kama wewe ukatakabari katika ulimwengu. Maneno ya hikma, anasema dhambi anayoifanya mtu, natija ya dhambi ile mtu akalia, ya Rabbi, nimekosea hiki, nimefanya hiki, ilikuwaje mi, akajuta, ikawa nuktatu tahawulihi fi hayatihi kulliha kubadilika kwake mtu yule kuwa mcha Mungu, kuwa mwema, sababu ni ile dhambi basi. Dhambi ile ni bora kuliko toa toa ya ambayo umemfanyia Mwenyezi Mungu baada ya toa. Sehe sasa mimi katika watu ambao wakifa mimi fil janna moja kwa moja. Ah, mimi mtaniwezapi? Nasikia yuko mmoja alikuwa anaishi Maka miaka kumi anaswali pale msikitini mpaka aliporudi kwao akasema, bwana, twende tukaswali. Wenzake akamwambia sema, nyi kasalini tu, mimi hata mkiswali swala ngapi amnipati. Mi nilipokuwa maka pale, sala moja kwa laki, swala moja kwa laki, miaka kumi nimekaa pale. Sasa nyinyi huku mpaka mswali sala ngapi mpaka mnifikie mimi? laki miaka kumi nimeswali pale. Sasa nyinyi mtajikokota mpaka mtakufa hamnifikii anasahau kwamba bilisi yuko na ibada zako wewe, hata uzifanye vipi, usiseme kwamba wewe ushapenya moja kwa moja. Sasa angalia ile ibada maskini kaifanya, lakini imempa kiburi. Na yule mwingine kama asu Mwenyezi Mungu, ikawa sababu ya kusikitika: ya Rabb, nisamee, ya Rabb, nimekukosea, ya Rabb, narudi kwako, Mola wangu. Ikawa sababu ya yeye, sasa hivi hakosi msikitini khamsu salawat, ni mtu mwema kwa Ukimuuliza sababu utakwambia bwana yule kiasi ya uye, alipata mtihani baada ya kufanya jambo fulani, lakini alirudi kwa Mola wake, sababu ni ile dhambi aliyoifanya. Lakini utaona una mtu bwana, mimi namfahamu mtu kwa kumuona, lazima Mungu amuongozee. Pamoja na sisi, alikuwa hana kazi yoyote, ni mtu, lakini mcha Mungu anatembea na shekhe hivi, kila anapokwenda shekhe pamoja naye, ukimuona, unaona huyo ni mtu mwema kabisa kila kitu unamwona ni mtu mwema kabisa, lakini alikuja kubadilika alipopata kazi kidogo, kazi yenyewe ikawa ina hela akapata na hela kidogo. Wallahi, sasa hivi ni mlevi, analewa msikitini, hayupo tena, hataki hata kuswali, haonekani kabisa, anawasema vibaya mashehe, anawasema vibaya wanachuoni. Unashangaa ndo yule yule, ndo yule yule. Sasa yeye yeah, akatoka katika kheri anakwenda katika shar. Sasa kuna watu unaotakiwa utoke katika shar uende katika kheri, yale mabaya yakubadilishe, uende katika sio mazuri kwako, huwe na takaburu, ujione kwamba we kabla ujafa uko peponi hapa na hakuna mtu atakushinda. Basi anasema ya la yakhdaanaka shaitan, shetani asikuhadae.

yastati an yuzayyina libni adam sua amalihi fayarahu hasana, kazi yake, anaweza akakupambia ibilisi ile mbaya, wewe ukaona nzuri. Hajamaliza, doktor anasema tena kwa kumalizia hiyo, anasema hivi: la yakhda annaka ash-shaytanu fi ibadatik, tena asikuhadae shetani katika ibada zako. qad yuhabbibu ilaika nawafil, shetani mara nyingine hukupendezesha ukawa hakuna kitu unachokipenda kama sunna. Wayuwaswisu ilaika fi tarki lfaraid, lakini hapo hapo akaja akakutia wasiwasi, ukaacha faradhi. Unafanya sunna, mtu wa sunna, lakini faradhi huku unaziacha unaziponda, unazidharau. Sasa utakuona maana gani? unasali qiyamu lail tahajud, mpaka wewe rakaa mia unazikaribia kuzifika, alafu nenda kulala. Adhana ya alfajiri na Allahu akbar Allahu akbar, unavuta bedsheet yako nasema as-salatu khairun min an-nawm, unasema an-nawm khairun min as-salah. Min shasali sunna rakaa mia hizo, lazima ukasali faradhi kama huwezi kati ya faradhi na sunna, basi faradhi ni muhimu. Fanya jambo lililofaradhishwa na Allah, kwa sababu hili ni lazima, mengine ya kujipendekeza. Sasa shetani katika ujanja wake mara nyingine yuhabibu ilaika nawafil, anakupendezesha mambo yale ya sunna, unakuwa nambari moja kabisa. Lakini ukije katika mambo ya lazima, mase, uyua, yuleika, una yaacha, una ya lazima nasiyo yuwaswisu ilaika fi tarkiha, unayaacha, unayapiga teke una hayana thamani utakuwa hujafanya kitu chochote. Ndugu yangu, hivi ndivyo ibilisi alivyokuwa na uwezo ambao wa kuja kutufutinisha sisi katika hii dunia. Zamani walimu wetu walikuwa kitutolea visa tulipokuwa madrasa. Hivi visa mara nyingine ni habari ambazo usadiki ukipenda, wanasema kwa Kiswahili usiulize alipokea nani wala nani. Sadiki ukipenda, ukipenda iache. Kua tunapata masongo sababu ni watoto, tunamjua Iblisi. Anasema Iblisi siku moja alimpata mtu anasali. Akaenda yule bwana katika sala yake mpaka karibu yuko katika sijida, pembeni mwa nyumba nasali kulikuwa kuna ukuta, ule ukuta mbovu ukaanza kuinama kutaka kumwangukia juu ya kichwa chake. Ibilisi akaenda akauzuia ule ukuta usije ukamua mja mwema. yule bwana ametulia, assalamu alaikum Kutu wa rahmatullah, kutoa salamu, namuona mtu ameshikilia ukuta. So, alhamdulillah, man anta yarhamuka ya Allah asa As ana iblis ni iblis. Ah, iblis, ulianza lini wewe kuwasaidia wanaoswali? Asema mimi sio kwamba nakupenda sana we, angalia huko katika sala alafu ufe katika sijida, mimi nitakuwa nipata hasara kiasi gani? Bora maliza kuswali, alafu uondoke. Siku yoyote tunaweza tukapatana huko nikakupoteza, lakini leo usife kwenye sijida hii, hasara kwangu mimi. Tazama, mtu anakufa shahidi, anaangukiwa na ukuta, yuko katika sujud. Um, wangapi umeasikia amekufa katika sijida? Wachache. Kuna watu wasa wanaomba allahumma amitni sajidan ya rabbi, nichukue roho yangu nikiwa nimesujudu, kwa sababu mtume anasema Yubathu nnasu yauma alqiyamati ala ma matu alayhi, Mungu atawafufua watu siku ya Kiyama kwa kitendo walichoondokea duniani. Vijana, ukiondoka katika dunia mlevi, ukalewa huko, ukapigwa na gari, ukaambuka umelewa na unanuka ulevi, utafufuliwa siku ya Kiyama mlevi, unanuka mvinyo na pombe. Ukifa msikitini, utafufuliwa msikitini. Ukifa hija unapiga labbaik Allahumma labbaik, tubaathu yawma alqiyamati mulabbiyan, utafufuliwa unasema labbaik, Allahumma labbaik. Ukifa katika sijida utafufuliwa sajidan yawma alqiyama. Ukifa juu ya vifua vya wanawake malaya utafufuliwa juu ya vifua vyao siku ya kiyama. Angalia vizuri pahala unapokwenda na angalia vizuri hatima yako itamalizika katika jambo gani. Ya Rabbi, tupe husnul khatima. Ya Rabbi, anasema asikudanganye shetani katika dini yako, katika uchamungu wako. Maana usione kwamba maadamu wewe unasali ushamshinda shetani. Hata ile ibada wakati mwingine shetani anaweza kuku encourage bwana, nenda lakini, anajua kuna mambo mawili, moja ni kubwa zaidi, wengine ni kubwa kidogo. Basi shetani kwa ujanja wake anaweza akakwambia hili hapa ndofanya. Wewe ukaona shetani haamrishi watu kufanya mema, kumbe ni spidi ya shetani ambayo anakutuma kwenda kufanya vile. Sasa shetani hata mambo mawili anakuchaguza na anakuangalia lile ambalo umuhimu wake ni mdogo ndio unafanya kwa sababu ni vitimbi vyake na kazi yake na uhodari wake. Jamani, mtu akifanya kazi katika kiwanda miaka mitano tu ana experience miaka kumi je, ana experience? Ibilisi tokea umbwe mpaka leo kazi ya kupoteza watu hana experience huyo, experience kubwa kama alikuwa haijui kazi, sasa hivi amekuwa profesa, anajua wapi karata ipi ni, pahala gani nimkamate mtu huyu nimchukue. Kwa hiyo hata ndani ya ibada anaweza akakuonyesha yeye njia za kufanya, lakini anajua ukienda hapa atakukamata kwa hapa, ukienda huku utapungukiwa na hapa ukirudi huku utakuwa level yako iko hapa. Sasa bora uwe hapa, usiwe hapa. Hata hapo hapo katika ibada, kwa ndani ya ibada anaingia kila pahali, shetani yuko na wewe, wa shaitanu yajri min ibn. Kwa hiyo nasema na katika ibada yako asikudanganye ukafanya ya sunna ukaacha ya ibada ya, ya fara. kuna watu ndugu zangu ni wazuri wa ibada, lakini ukichunguza sana wako katika furu mambo madogo madogo huku katika shin na Uislamu wenyewe hasa ulivyo, mtu unampata ni zero kabisa, ni zero ndo ile hasanudin sayiul akhlaq, mzuri wa dini lakini tabia chafu. Hii ni moja katika khawatiri za doktor. Ya pili katika khawatiri zake, hii ya pili Anazungumzia kuhusu rafiki. Rafiki, ndugu zangu, ni mtu muhimu sana. Hata Mtume alikuwa na rafiki yake. Hata mashehe wakubwa utawauliza, wanakuambia naye rafiki yangu. Naam, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume wake, anamzungumzia ana rafiki wa Mtume wake katika sura Atauba, nasema: idh akhrajahu ladhina kafaruu thaniya thnain idh huma filghar i yqulu lisahibihi la tahzanu ina llaha mana. Alikuwa Abu Bakr Bakrin Sidiq. Na rafiki hufika pahali, ikawa ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya kiuchochote kile, kwa sababu ya ule urafiki wenu. Anasema minalihwa, wapo ndugu man mantalidhu laka layamu wallayali, ndugu ambao anayekuzalia ndugu yule si mama yako ni vituko na matukio ya dunia yanakuzalia ndugu, ukamwona udugu wake ni mkubwa kuliko yule aliyezaliwa na mama yako nyumbani. Matukio yale anakwambia mtu, bwana huyu ni ndugu yangu. Kwa nini? Da, kuna wakati ilitokea kadha kadha kadha kadha huyu alisimama, kwa hiyo nimezaliwa ndugu huyu na matukio ya dunia na wakati wa shida na misukosuko ndipo utakapomjua rafiki na ndugu huyo. Wazungu walisema friend in need is a friend indeed, rafiki wakati wa dhiki ndo rafiki wakati. Alokuwa mzuri, kifaransa wanasemaje Sheikh Said? hmm. wanasemaje Kifaransa? hmm. Kirundi? hm <laughs> Kirundi <laughs> <laughs> <laughs> Rafiki mzuri wa kweli ni yule wakati wa shida dhiki, nini anakuja. Nakuambia usiwe na wasiwasi. Kuna saibi yangu mmoja niliwahi kuongea naye nice siku moja, ni mifano na kupeni, ilikuwa kuna haja fulani, zimetokea mambo mazito. Sasa ni watu wale wa body language akaniuliza mbona body language imekuwa hivi anajua kaambia kuna moja mbili tatu. Sasa, nini tatizo? Nikamwambia tatizo ni hela, akanambia hela sio tatizo. Kiasi gani wewe unataka hela, alafu mtu anakuambia hizo hela sio tatizo. Basi nilikaribia kumkamata ni mbebe mimi nimeliona ndio tatizo, yeye ananiambia hiyo sio tatizo, na kweli nilichosema ndicho alichofanya. Huyo ni rafiki wa kweli na ndio rafiki wa mtume Abu Bakr, namna alivyokuwa na sahibu yake. Anasema aliumwa rafiki yangu mimi, nikaenda nikamkagua nikamtizama. Basi yes, kwa ule rafiki wetu nilipomtizama hali yake famaridtu nikaugua mimi, min hadhari alaihi, kwa kumsikitikia, nikirudi nyumbani naumwa mimi, kwa kwenda kumwona rafiki tu. Sahibi yangu anaumwa, nimepata maradhi. Wa atal habibu yauduni, akaja sasa sahibi yangu kuja kunikagua, fashufitu min nadhari ilaihi, nikapoa kwa kumwona yeye na kumtizama. Hii ni mifano ya namna walivyokuwa na marafiki na Imam Shafii alikuwa na rafiki yake akiitwa Waki ibn al-Jarrah, alikuwa ni rafiki na alikuwa ni mwalimu. Mara nyingine unakuwa na mwalimu wako, lakini ni sahibu yako. Ndivyo ilivyokuwa kati ya Shafii na Waki. Basi anasema Dr. Mustafa Sibai kuhusu rafiki na ndugu, mtu wa karibu sana na wewe, anasema al-ikhwatu thalatha Marafiki ni watatu, ndugu ni watatu. Watatu hao akawa sifu, wakasema: akhun ndugu yaftahu lahu qalbahu wa jaibahu. Msikilize Mustafa, Doktor Mustapha: ndugu ambaye amekufungulia moyo wake, na ndugu ambaye amekufungulia mfuko wake. Allahu akbar! Yani moyo ukaufungua kwako na mfuko wake mfuko kaufungua uko wazi kwake. Huyo ndugu wa kwanza anasemaje ja kuhusu ndugu, anasema fashudda alayhi yadak, huyo mkamate vizuri mikono, maanake aishi naye vizuri. Hawapatikani hawa ndugu aina hii, ni mmoja katika mia, yani yaftahu lahu qalbahu wa jaybahu. Anasema ndugu wa pili akhun yaftahu laka qalbahu wa yughliku anka jaibahu. Ndugu wa pili yeye kakufungulia kifua chake, yeye roho safi kwake, lakini mfuko wake kati ya zipu. Anasema ndugu huyo fastafid minhu, chukua faida, inatosha kukufungulia moyo wake chukua faida kutoka kwake, kaa naye vizuri, pia ni ndugu mwema huyo, ana insafu kwako wewe, moyo wake amekufungulia, lakini mfuko a, usimuulize, na mnaweza mkakosana ukamwambia mambo ya hela. <tik> <tik> wa akhun, na ndugu watatu, man yughliqu anka jaibahu wa qalbah, ni yule ambaye moyo wake kafunga na mfuko wake pia kafunga. Sema huyo la tarhal ilaihi, wala usiende kwake kwa sababu gani? Anasema moyo wake pia kaufunga, hataki hata kukuona wala kukusikia, hana imani na wewe na mara nyingine, we ukipata yeye yeah, anaumwa. Kwa nini apate? Kuna watu ndugu zangu, wanalazwa hospitali, wanatiwa drip, si kwamba wanaumwa. a a fulani leo nyumba yake ametia rangi inapendeza, anafunga moyo wake na anafunga mfuko wake hususan katika sehemu ambazo umemhitajia sana. Utakufa, utahangaika, utadhalilika, lakini na yeye anakuona, na kila akikuona unadhalilika, anasema sawa sawa, mnamtia adabu, ataniona. Hizi ni mithali ambazo hawa wachamungu wameona katika ulimwengu, wamesoma. Anasema unaweza ukanipinga ukitaka unaweza ukanikubalia lakini nazungumzia experience yangu niliyoiona katika maisha yangu. Inaweza ikawa katika maisha yako sivyo ulivyoyaona. Nachukua kilichokuwa kina faida, kilichokuwa hakina faida kiache, muachie mwenyewe. Lakini e mengi hawa ulama ambao wamesoma, wamehitimu, wamefanya mambo makubwa kwa kweli, ndio maana ukaambiwa, al-ulama warathatul anbiya, hawa ni warithi wa mitume. Mwenyezimungu atupe faida kutoka kwa wanachuoni wetu, tuwaenzi, tusome, tupate faida ya dini na dunia na akhira, tuzidi kuzidisha ibada. Ndugu zangu, katika siku zilizobaki mwezi ishirini na tano unakwenda ishirini na sita Ramadhani imekwenda, tumefanya nini? hatu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, chukua karatasi Uanze kufanya hisabu, umefanya nini? Nasikitika, unaweza ukaja ukawa uka, huna la kuandika, unatafuta, kwani nimefanya nini vile? Mimi hakuna, na siku zinakwenda. Tujitahidi hizi siku zilizobakia, tufanye mambo ambayo lau tutaambiwa msikiti hapa umefungwa, na mwenye kufunga hatumuoni, hakuna hata dirisha lakini inakuja sauti, tunaambiwa tokeni hapo, lakini kila mtu aombe kwa amali yake nzuri anayoiona kaifanya. Isifike pahali ikawa unatafuta nzuri uliyoifanya hakuna katika hisabu yako ya mambo mazuri.